Of course tunakumbuka sakata ambalo lilikuwa likiendelea katika mitandao ya ki kijamii kuhusiana of course na Haji Manara na mke wake Zaylisha against Maimartha wa Jesse na walikuwa wanataka walipwe fidia shilingi bilioni moja kwa kuchafuliwa katika uh, mitandao ya kijamii. Sasa Maimartha ameamua kwenda viral na kuwajibu na kuwakatia Arabi He ya Haji Manara yeye pamoja na mke wake ambao kupitia katika ukurasa wake wa kupitika, ukura hake, Instagram Maimartha, ameandika tunaomba chenji yetu sasa. Brother nimedai bilioni, brother amedai ni bilioni moja. Binafsi nimedhamiria kupeleka mahakamani, na wakati kesi inaendelea, nitafungua kesi ya pili ya kudai fidia yangu ya kutukanwa hadharani bila kosa ambayo ni fidia hiyo itakuwa ni bilioni tatu. Mambo mengi muda mchache. So kwa upande wake yeye ameamua like Manara anataka kunilipisha mimi shilingi mi, bilioni moja. So, yekaja na hiyo kwamba anataka Manara mlipe bilioni tatu kwa kumchafua katika mitandao ya kijamii. Baada ya hiyo ishu kuendelea, Maimartha kutaka kulipwa na Haji Manara bilioni tatu kwa upande wa Haji Manara yeye hajakaa kimya you know? Tunamjua Manara kwenye kuzungumza, yeye aliposti video hii hapo akiwa na mke wake, akaandika, walitabiri mabaya nao Wana, yaona haya ile mbaya walitupa, mwezi ukapita fya, mwaka nao ukapita fya. Sasa lazima waje na mhaho wa fitna pamoja na kashfa dhidi yetu. Tubaki hivi hivi, kipenzi changu. Maneno yao kwetu ndio iwe nguzo ya mshikamano wetu. Sisi tupige kazi tu na kusapotiana kwa kila kitu. Ipo siku watafunga mabakuli yao na kuja na mikono nyuma, inshaallah. Eh, raha za Ramadhani tungezipataje? Eh, sisi kama tusiofungamano letu. Lakini pia kwa upande wa you know, Zaylisha aliandika kwamba kuna watu wanazaeka vibaya, Haji Manara, au umeenda Lindi na wewe kusikia tunasakwa na mama makamu aliyobakiza ngozi moja tu mwilini, akawameeka na emoji ya kucheka akiwa anamaanisha kwamba you know, Maimartha hii ndo mtu ambaye amebakiza gozi moja mwilini, na ambaye anawashtaki. So what's your comment about, kuhusiana na hii ishu hi imekaaje? na unahisi itaishia wapi? because Manara anadai bilioni moja, Maimartha anadai bilioni tatu, hmm? Patamu hapo, niambie komenti yako.